Sasa ndugu zangu, huu ni mfano mwingine, mfano mwingine wa vipi nchi hii fedha zipo, fedha za wanyonge zinazochukuliwa, zikenda zikafisidiwa, hazirudi kuwatumikia nyinyi. Ndugu zangu, ndio maana tunasema nchi hii si masikini. Kila tunapopagusa, mnatusikia tunazungumzia mabilioni, hakuna pahala penye milioni, kila pahala ni mabilioni, lakini hali za wananchi mnajiona ni wenyewe. Kiwani hapa msoma utenzi kamaliza maneno yote hapa, kasema unaingia bafuni kukoga, unaitafuta sabuni, kumbe imezama kwenye mashimo ya bega hapa kila mmoja dhoful hal chakula. Nchi hii bado raia anahangaika, wakubwa wanakusanya mabilioni wakiafisidi. Ndugu zangu, nchi hii inataka mabadiliko, nchi hii inataka mabadiliko, na tujifunze kwa wenzetu ndani ya Afrika hii. Tangu mwaka jana, tangu mwaka jana mabadiliko yametokea na hoja kubwa imekuwa ni ufisadi kama hapa kwetu. Senegal kul, Senegal kul. aliyekuwa rais Macky Sall kwa ufisadi wake wananchi walimngoa, wakamweka rais kijana kabisa Basiru Diomaye Faye. Mauritius kisiwa kama sisi Alikuwepo Jagnot, waziri mkuu kule, mfumo wa waziri mkuu ndo mwenye madaraka, kafanya mabadiliko makubwa lakini na ufisadi mkubwa, wakamngoa wakamweka Ravin na Mgulam na chama chake Ramgulam. Botswana rais Duma Boko kachaguliwa wakamwondosha rais aliyekuwepo, kwa sababu ya ufisadi. Na kabla ya hapo Zambia wakamwondosha Lungu wakamweka Hakainde Ichilemba. Juzi tu juzi, siku tatu zilizopita, Sishels visiwa kama sisi, wamemwondosha Ramkalawan wakamchagua rais mpya anaitwa Peter. Ndugu zangu, upepo unakuja, upepo huu inshaallah, tarehe 29 tukijaliwa, biidhnillahi taala unakwenda kuing'oa serikali ya kifisadi ya Bwamdogo na kumwingiza madarakani Rais Othman Masud Othman akatunyoshee nchi. Zanzibar inakwenda katika mkondo huo, na nataka mabadiliko hayo inshaallah, yanakwenda kuanzia Kiwani kwa kumpa fundisho Hemedi kwamba watu wa Kiwani si wajinga. Niwaulize watu wa Kiwani tutaongoza mabadiliko tarehe ishirini na tisa? Yeah! tutawastaafisha mafisadi na vibaraka wao? Yeah! tutawastaafisha mafisadi na vibaraka wao? Yeah! wale ambao wanataka bwa mdogo waendelee watakwenda kumpa kura na watampa kura Hemedi, naomba mkono juu hapa Kiwani, watakaompa kura bwa mdogo na Hemedi, naomba mkono juu. Hakuna hata wadawa sasa wale ambao tarehe 29 Oktoba wanakwenda kumimina kura na kuwashikisha adabu mafisadi kwa kumchagua Othman Masud, naomba mkono juu, naomba mkono juu, naomba mkono juu! Tunachukua hadi hiyo kiwani na...